Ilianza kumwona kwenye chombo cha usafiri kwa maana ya daladala daladala. mm -hmm. mm -hmm. Hoye, Nakubali sana. Ndio. Ndio. Nilianza kumwona kwa mara ya kwanza kwenye chombo cha usafiri lakini sikutilia maanani sana. mm -hmm. Siku hiyo ikapita. mm -hmm. Lakini kadi siku na wiki zilivyokuwa zinakatika, mmetoka tunapanda daladala moja. Acha basi. Nikaja kujua kwamba huyu tunakaa naye mm, mtaa mmoja mm. Bwana Yesu ape sifa sana Amen. tokea hapo kwa sababu kituo alichokuwa akishuka yeye na mimi ninashuka yeye, yeah. Yeah, sometimes anatembea mbele mimi nyuma, wakati mwingine mimi mbele yeye nyuma mm. Bwana Yesu ape sifa sana. Amen. imeenda hivyo kwa neema za Mungu, tukawa tumejenga urafiki, urafiki, urafiki ndio mpaka leo hii sasa, mm. niseme tumewakusanya hapa nyote, Mungu awabariki sana, nashukuru Haya, makofi mengi kwa ajili yao, makofi mengi, makofi mengi. Sasa kwa upendo, mchagulie kipande kizuri mume wako mtarajiwa, kwa upendo kabisa, mchagulie kipande